Habari, ah, mwanafunzi wangu, ni mimi hapa Babu Bidabida, ni mtaalamu wa tiba asili Afrika, napatikana Dar es Salaam, Yumbobuza kwa mama Kibonge, ukifika uliza mtaa wa Gadafi. Leo nataka tu discuss kuhusiana na kitu kinachoitwa ndagu. Je, ndagu ni nini? Ndagu ni neno la kimila, ni neno la Kibantu, ni neno la jadi maana yake ni dawa elekezi. Ndagu ni dawa, ni mtiririko wa dawa elekezi zijazo. Ndagu ni mtiririko wa dawa zenye kupata manufaa kuendea na jambo ambalo wewe unalolitaka. Kwa hiyo neno ndagu limegawanyika katika makundi tofauti tofauti. Kuna ndagu za pesa ambazo hizi mara nyingi ni ndagu za mali. Kuna ndagu za mapenzi, kuna ndagu za kinga, lakini pia kuna ndagu za maaguzi. Ndagu ziko tofauti tofauti kutegemeana na neno ndagu. Hivyo basi, mpaka sasa umeshajifunza nini maana ya ndagu. Ndagu ni dawa elekezi kutoka kwa fundi, kutoka kwenye kabila fulani, kutoka kwa mwalimu fulani. Kwa hiyo hizi ni dawa za jadi hizi. Sasa mwanafunzi wangu, tukizama ndani kabisa, ukimsikia mtu anasema yule anamiliki ndagu, anamiliki nini? Yule ana utajiri wa ndagu ni nini? Nahisi una maswali mengi sana. Sasa ikitokea maisha yameshinda, au watu wenzetu wa bala wanaenda kutafuta ndagu, ndagu ni swala la kimizimu, ni swala la kimila ni dawa elekezi kutegemeana na shida yako lakini inapelekewa katika masuala ya mila. Kwa mfano, mimi Babu Bidabida, nimetoka nimeenda kwa mtaalamu fulani ambaye huyo ni kiboko na anasifika kweli kwenye ndagu. Lakini ndagu ina sifa yake. Kuna mtu yeye yuko vizuri kwenye ndagu za mapenzi. Kuna mtu yeye yuko vizuri kwenye dawa ambazo za kinga. Zile ndo zinaitwa ndagu. Kwa hiyo ni ile hali ambayo umekabidhiwa dawa, kafanye hivi, kafanye hivi, litatokea jambo moja, mbili, tatu, kwa muda kadhaa. Hiyo ndio ndagu, ni lugha tu. Sasa mwanafunzi wangu, ikitokea nimetoka, aa, nimeenda kwa fundi anishughulikie, mimi natafuta utajiri, mimi nataka niwe na pesa. Kwa hiyo yeye ataanza kunitazama mimi, akisha nitazama mimi akijua kabisa kwamba mimi ni nani, anamaanisha kwamba uwezo wangu wa kinyota, anamaanisha kwamba uwezo wangu wa kiakili, anamaanisha kwamba uwezo wetu katika ukoo. Kwa hiyo ataangalia katika ukoo wetu, kuanzia mababu na mababu, walikuwa wanasifika kwa shughuli gani? walikuwa wanasifika kwa kazi gani? ndio hapo sasa ndagu itakapoanza kukamata. Kwa hiyo yule mtaalamu atanifanyia mimi madawa, atanipatia mimi vifaa, ambavyo vifaa hivyo ni vifaa tiba kwa ajili ya mimi kuniendea na jambo langu. Kwa hiyo yule mtaalamu atakwambia kwamba nakusetia hii, lakini kwa masharti moja, mbili, tatu. Sasa kwa mfano, uh, amenipa dawa siku ya kwanza nimeonana naye, ataanza kunisafisha mwili Akishamaliza kunisafisha mwili vizuri kwa taratibu zake, na baada ya hapo atanipatia dawa endelevu kwa ajili ya kutumia. Kwa hiyo kuna njia tofauti. Mwingine anashughulika na mwili zaidi, yaani kuchanjwa chale na mambo mengine, badala ya hapo utapangiwa dawa zako kwa mtiririko, aidha kwa siku kadhaa kadhaa, kwa miezi kadhaa kadhaa, mpaka jambo lako litakapotimia. Kuna siku arobaini arobaini. Kwa mfano nimetumia dawa leo, ndani ya siku arobaini napaswa nirudi tena kwa mtaalamu wangu au niwasiliane na mtaalamu wangu ili mradi aweze kunifanyia shughuli zingine. Kwa hiyo inaendana na vituo maalum. Ndagu ni dawa ambazo zinaendana na utaratibu mpaka maisha yako yote, huwezi kuiacha ndagu, na ndagu ina masharti, kutegemeana na namna fundi atakavyo Mwingine anaweza akakwambia usifanye zinaa kwa sababu ya ndagu inatafuta. Kwa nini anakukataza zinaa? zinaa inarudisha nyuma. Kwa mfano, alishakufanyia shughuli umefikia asilimia hamsini, umezini, unamrudisha nyuma tena kwa sababu inawezekana yule mwanamke au mwanaume utakayekutana naye kimapenzi, basi yeye ana uchafuzi wa nyota akisha kuchafua, kwa hiyo anakurudisha vibaya sana. Mwisho wa siku, mtaalamu wako ataanza tena upya. Ndio maana atakukataza kufanya zinaa. Jambo lingine, anaweza akakupangia masharti madogo madogo ambayo kutegemeana na namna yeye alivyoelekezwa na mwalimu wake. Kwa hiyo neno ndagu ni dawa elekezi ambazo hususani zinapatikana katika swala la biashara. Kwanza lazima uwe na kitu kitakachokuingizia, yani social income. Lazima uwe na biashara ambayo itakayokuingizia kipato, ndiyo baadaye sasa yeye mtaalamu anaambatanisha madawa yake pamoja na biashara yako ili mradi ziungane pamoja, pamoja na mizimu ya kwenu, ili mambo yanu yaweze kwenda. Akiangalia katika koo yenu, it means kwamba hakuna E, aliyekuwa mtaalamu hakuna aliyekuwa tajiri hakuna aliyekuwa nani. Ndio pale anakuambatanishia ndagu ya mizimu, anakuambatanishia na majini. Kwa hiyo ndio utakuta mtu anakabidhiwa kifaa ambacho anaambiwa ni ndagu, lakini pia kina utaratibu fulani afanye. Ndagu sio jambo la kujibu mara moja. Ndagu sio kwamba ukienda leo kesho umekuwa tajiri. Hapana, utajiri wako unakuja kidogo kidogo, mafanikio yako, ndagu yako itakuwa inavuta wateja. Kwa hiyo neno ndagu ni dawa za biashara ambazo yeye mtaalamu atakayekupa zile, akikwambia choma kila siku, hiyo ndio ndagu yenyewe. Kwa hiyo ni dawa elekezi. Akikwambia oga kila siku, oga. Akikwambia puliza kila siku, puliza. Kwa hiyo kuna ndagu nyingi sana. Kwa mfano kuna ndagu moja ambayo ya kutumia tumbaku ile gozo tobako ile. Kwa hiyo ile ni dawa ambayo inatumika kwa kuchoma kila siku. Ukiona wateja wamepungua, anakuambia choma katika ofisi yako. Inawezekana mwalimu wako ukawa unamua, unampigia simu, nipigie simu kila siku, ukitaka kufungua unampigia simu. Unavyompigia simu, anakuambia shika Labda kuna kitu fulani unashika, aidha ni mchanga au kitu chochote kutoka katika lile eneo, labda kwa mkono wa kushoto. Kwa sababu gani wanapenda kutumia mkono wa kushoto? mizimu mingi ni iko kushoto. Kwa hiyo anavyokuambia shika, wewe unashika. Baada ya hapo, kuna maneno ataongea kwa masuala yake ya mila, alafu atakwambia mwaga, utamwaga basi. Pale ndo anaanza kufungua baraka na kuvuta wateja. Ndagu ziko nyingi, hata ya chemri Eh? Kwa hiyo ndagu ziko njia nyingi tofauti tofauti, lakini zote ili mradi kupata mafanikio. Kwa hiyo hizi ndagu zinaendana na step na step, lakini ndagu nyingi zinaambatanishwa na mwili. Kijana wangu, ndagu sio sawa kwamba useme unatoa kafara eza ya kuchinja, labda kutoa kafara ya mwanadamu ama ni nini? Hapana, ukiona imekamata kwa mwanadamu ujue hiyo sio ndagu, hiyo ni masuala ya majini wabaya. Ndagu haikamati na haina uhusiano katika masuala ya mnyama wa miguu miwili. Ndagu ni dawa ambazo zipo tangu enzi na enzi, ambazo ni maelekezo ya enzi na enzi ya fundi atakavyoelekezwa tangu na mababu zake, afanye moja mbili tatu, ili kumfanikishia mtu. Kwa hiyo hizi dawa za biashara ndio ndagu zenyewe, hizi dawa za kusafisha mwili ndio ndagu zenyewe, hizi dawa ambazo wewe unazopatiwa kwa ajili ya kufanya jambo fulani, kumvuta mtu kufanya hivi, hiyo ndiyo ndagu yenyewe. Kwa mpaka hapa, nahisi nitakuwa umepata kitu fulani kuhusiana na neno ndagu. Ndagu ni mpangilio wa dawa ambazo wewe mwanafunzi wangu unapaswa kuzifahamu kutoka kwa mwalimu wako. Kwa hiyo taratibu moja, akikwambia vaa kaniki, vaa hivi labda kaniki kwa siku saba labda kwa siku ishirini na moja labda hivi, lala ubavu. Zile ndio dawa elekezi ambazo mwalimu wako atakazokuwa anakuelekeza wewe kijana. Kwa hiyo mpaka hapa niseme asante na nikutakie kazi njema, ili mradi uweze kufanya majukumu yako mengine. Asante.